Bwana, mimi kwa majina anaitwa Charles ni afisa mawasiliano wa Kingbet. Ndugu wanahabari, tunawakaribisha sana na tunao furaha kutokea wito wetu kufika hapa makao makuu ya Kingbet. Kingbet ni kampuni ambayo ni ya kizalendo ambayo inajihusisha na michezo ya kubashiri mpira wa miguu, kasino na hivi karibuni pia tutakuwa na mchezo wa basketball. Lakini King Beach pia ni jukwaa fulani la kizalendo sana ambalo linatoa huduma bora za kisasa kwa watumiaji wake wote wa kubashiri ambapo pia ni jukwaa rafiki mno kwa mfumo wake ambao jinsi ulivyo. Nadhani kama pia mnafahamu mfumo wa King Beach kwenye unapokuwa na bashiri ni platform fulani ambayo ni rahisi sana kwa watumiaji wote. Haina mambo mengi sana kufanya complication unapokuwa na bashiri. Lengo letu ni kuendelea kukuza burudani ya kubashiri Tanzania na kwa watumiaji wetu wote ndani ya nchi. Na King Beach unavyofahamu, tumekuwa ni kampuni ambayo tumekuwa tukijihusisha zaidi na jamii pia. Mwaka jana tulikuwa na kampeni ya usalama barabarani ambayo ililenga kutoa elimu kwa bodaboda na bajaji, jinsi gani unaweza ukazingatia usalama barabarani unapokuwa uko barabarani kwenye chombo chako. Lakini vile vile vile Kingbet tumekuwa ni kampuni ambayo tumekuwa na ofa nyingi sana kwa wateja wetu. Tumekuwa na ofa ya kumrudishia mteja nusu ushindi ambao tulikuwa nao tangu mwaka jana. Kukupa cash back unapokuwa umepoteza tiketi yako kwa mechi moja, tunakupa bonus hiyo, na vile vile kwa upande wa kasino pia tulikuwa na promotion nyingi sana. Watumiaji wetu na wateja wetu wanaweza kuwa ni mashahidi kwenye ofa hii ya Kingbet. Kwa hiyo ni jinsi gani tunazidi kujali mteja zaidi ya kujali pia, kampuni pia tunajali mteja wetu ambaye ni mlaji wa mwisho ili kuendelea kufurahia huduma hizi za burudani. Kama ilivyo form betting ipo kwenye upande wa burudani, kwa hiyo tunazidi kuhakikisha kwamba wanakuwa na burudani wanapokuwa wanacheza. Sio kwa kupoteza tu, lakini pia asitoke mtu bila kupata chochote kitu. Kwa hiyo hii ni kampeni yetu ambayo tunazidi kuwa nayo na ili kuendelea kuboresha zaidi tunajitahidi kila muda kuja na promotion ambazo zinawafea wateja wetu ambao wanahakikisha kwamba hawapotezi mara kwa mara. Vile vile tumekuwa na kitengo cha responsible gambling ambacho kwa wale ambao wanakuwa ni addicted tunaweza kuwasaidia kwa karibu zaidi, kwa kuwashauri kisaikolojia pia jinsi gani unaweza kuwa na matumizi ya fedha mazuri, kwa sababu ge, ge, na ni, ni ni ni ni ni, i ipo kwenye leisure. Kwa hiyo unacheza kwa kiasi. Kwa hiyo mbali tu ya kuwa kwamba tunahitaji wachezaji lakini pia tunazingatia usalama wa mteja na data zake na taarifa zake pia anapokuwa na bashiri na vile vile kumsaidia kwenye kubashiri kwa usaidizi zaidi ili, ili aweze kuwa na uchezaji wa kikomo. Sasa leo kwa nini tuko hapa? Hapa leo kwa kwa nini tuko hapa? Hapa tumewaita sababu Kingbet tunakuja na promotion nyingine ambayo tunaita cha kulalia. Hii italenga zaidi kwa wale wachezaji wa kasino hasa mchezo wa vieta hii cha kulalia ni promotion ambayo inakuja na mgawa hadi shilingi milioni 500 kwa wateja wote ambao itakwenda kwa mgawa zaidi ya wateja elfu moja na itakuwa inaanza kuanzia kila siku saa moja za jioni mpaka saa nne usiku ndio maana tumeita cha kulalia ili mtu asilale bila kupata chochote kitu. Sasa kama kamp, ka, kampeni yetu inavyokwenda ni kwamba kwa wateja ambao watakuwa wanacheza kuanzia shilingi elfu kumi na kuendelea watakuwa wanaingia moja kwa moja kwenye draw ya promotion hii ambayo tutakwenda nayo kwa muda kidogo, na kwa wale washindi wakubwa ambao tutakwenda nao kufunga nao promotion, basi watafika hapo ofisini, na nadhani kwenye kukabidhi zawadi zao kubwa, tutawaalika tena wanahabari ili kuja kuwa ni mashahidi tena kwa mara pili zaidi. Mlikuwepo kipindi tunaanza promotion na tunapoenda kuifikisha tamati, basi nanyi mtakuwepo. Na hiki cha kulalia ni ofa ambayo inakwenda ni kwa mteja yoyote yule. Haijalisha ameshinda au hajashinda. Hii itakwenda kulenga popote. Tumefikia kigezo cha kuweza kuanzia shilingi elfu kumi na kuendelea. Na kama tunavyofahamu avieta, au kindege maarufu zaidi, sisi kwa King Bet tunaanza kucheza kuanzia shilingi 200. Kwa hiyo mcheza anaweza kuweka shilingi elfu kumi lakini akicheza kwa shilingi 200 200. Sio kwamba lazima acheze elfu kumi yote kwa mara moja. Mnalitu amefikia hicho kigezo cha shilingi elfu kumi atakuwa ameingia moja kwa moja kwenye promotion ya chakulalia ambayo itampa nafasi zaidi ya kuendelea kuongeza wigo wake. Na hii fedha itakuwa inaingia moja kwa moja kwenye account ya ya yake haihitaji kupiga simu wala kufanya chochote, kama ambavyo tumekuwa na mifumo rahisi ya malipo. Kwa hiyo ofa hii itakwenda hivyo, na ili kuweza kuchagiza promotion hii ili zidi kufanya vizuri zaidi, hii cha kulalia, ndio tumekuja sasa na mpeperusha bendera ambayo tutakuwa naye kwa muda wote huo wa promotion, tangu mwanzo wa promotion mpaka mwisho wa promotion, na hata kwenye kutangaza washindi wakubwa wa, wa, wa mwisho wa promotion hii, ndio watakuwa wanahusika kuwakabidhi zawadi zao na kuhakikisha kwamba hii promotion inafanya vizuri zaidi na inamfikia kila mteja. Hakutakuwa na malalamiko yoyote ule kwa promotion hii, kwa sababu itakuwa ni ya wazi, kama ambavyo mara nyingi tulivyofanya zinakuwa ni za wazi. Kwa hiyo washindi wote wataweza kutangazwa kwenye page yetu pia za mitandao ya kijamii. Kwa hiyo sasa, nimkaribishe mpeperusha bendera wetu ambaye atakuwa ni ambassador wa promotion hii, Miss Neila, kama atakuwa na chochote cha kuambia na kuwatangazia rasmi mwanzo wa ofa hii kuanzia siku ya leo na mpaka hapo utakuja kuhitimisha hapo baadaye. Karibu. okay. kwa majina mimi naitwa Neila Manga, naweza nikasema ni stand-up comedian. Yani kwa Kiswahili hicho kizuri, naweza nikasema ni mtu wa vituko. Kwa hiyo nimesimama hapa au nimekuja hapa Kingbet kwa sababu kubwa moja, mimi nimekuja kama balozi ambaye nitakuwa balozi mkuu kwa kampeni yetu pendwa ambayo inaenda kwa jina la Cha Kulalia. Kwa hiyo nimekuja kuhamasisha wale wapendwa wangu, wale mashabiki na wale wachezaji wote wa michezo ya kubashiri kwamba kampeni yetu sio ya, ya kukosa. Hii kampeni ni kubwa sana kwa wewe ambaye unafanya michezo ya kubashiri, ni muda wako sasa kucheza na Kingbet uweze kurusha kindege chako kuanzia saa moja mpaka saa nne Unaporusha kindege ha, una, tunajua kabisa ukisharusha huo muda wa saa moja mpaka saa nne sisi tutakupa cha kulalia, ambayo unaweza kushinda mpaka milioni mia tano Kingine ni kwamba cha asubuhi utapata kwa mke wako au kwa mume wako. Sisi tunachotoa ni cha kulalia tu ambayo wewe utakachofanya ni kufanyaje ni kurusha kindege, hakikisha kwamba... mbona mnacheka jamani? Nafurahisha ya yeah, mimi kitu ambacho nitasimamia sana kwenye hii kampeni yetu ni kuhakikisha kwamba ninahamasisha watu kucheza hii kampeni yetu, na kuhakikisha kwamba nakusaidia na wewe pia jinsi ya kurusha kindege, ili uweze kufanikiwa kupata hiyo hela na kuweza kuingia kwenye akaunti yako, wewe kama mchezaji wetu wa, wa kurusha vindege. Na u, endapo kama utaweza kushinda mchezo wetu mpendwa, sisi wenyewe tutakuja kukupa zawadi yako, si ndio? Mm, sisi wenyewe tutakuja kukupa zawadi na tutatangaza kwamba mshindi wetu ni nani na tutakuwa naye hapo, si ndio? Kwa hiyo mimi kama ukishindwa niambie, kwa sababu najua wanaume wanapenda sana kubeti. Kwa hiyo nitadili na wanaume sana. Na wanawake siku hizi tuna bet na mimi nimeshaingia kwenye kubeti. Kwa hiyo tuchezeni jamani, na hisi tukicheza huo muda tu, saa moja mpaka saa nne, kabla hujapata cha asubuhi utakuwa tayari ushapata cha jioni cha usiku, si ndio jamani? Yes. Ni hayo tu, si ndio? Yes. Kwa hiyo ndugu habari kwa kama mlivyosikia kuhusu ofa hii ya chakulalia ambayo tutakuwa nayo promotion ya shilingi milioni 500 kuanzia leo. Hii ofa inaanza inaanza tarehe sasa leo. Inaanza leo hii ofa. Kwa hiyo kikubwa watu wacheza vieta, hawatakosa kitu chochote hapo. Lazima upate chakulalia. Na kama mlivyotangulia kumsikiza Neila hapo, labda ningekaribisha kama mtakuwa na maswali yote kwetu sisi hapa jinsi ofa itakavyoendeshwa, na wakaribisha sana. Milioni 500 ni promotion ambayo tutakuwa nayo. Mgao ni milioni 500 kwa kwa, kwa wachezaji wote. Lakini pia sasa ili uweze kupata kuingia kwenye draw ya kushinda milioni 500 hiyo au kupata kuingia kwenye mgao wa shilingi milioni 500, inatakiwa ucheze Aviator kuanzia shilingi 10,000 tu na kuendelea. Yaani kigezo ni kuanzia shilingi 10,000 na kuendelea. Ukifikisha tu hiyo limitation kuanzia shilingi 10,000 ambayo itakuwa ni minimum, unaingia kwenye draw moja kwa moja. Sasa hiyo itakuwa ni mgao wa kila siku ambao watu watakuwa wanatoa kila siku washinde ishirini lakini mwisho wa kampeni tutakuwa na wale washindi wakubwa ambao sasa watakuwa ndo washindi wetu wa shindua, finalist kwenye hiyo kampeni ya shilingi milioni 500. Kwa hiyo kigezo kikubwa ni mteja kucheza kuanzia shilingi 10,000 na kuendelea. Na hiyo 10,000 sio kwamba unacheza mara moja. Hapana, unaweza ukadeposit 10,000 lakini ukakatiza kwa shilingi 200, 200 lakini ufikie ile 10,000. Umenielewa? Hiyo 10,000 ni kama vile unacheza unashinda ikiongezeka dau lako wapi kitu sababu zako nimefikisha 10,000. Yeah, hiyo ndivyo hofu itakavyokuwa.